Simbachawene ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza katika uzinduzi wa jengo la TAKUKURU mkoa wa Simiyu na kusisitiza kuwa ni muhimu taasisi hiyo ikavishughulikia vitendo vyote vya rushwa ambavyo vinasababisha wananchi kushindwa kupata haki zao. Rushwa ni wadui wa haki, rushwa inapofusha kwa, ili tuweze kuwa na jamii yenye ustawi na amani, miongoni mwa mambo ya kupambana nayo ni pamoja na hii kansa ya rushwa ambayo imekuwa tatizo kubwa ni lazima tuhakikishe kwamba tunaweka jitihada yetu kubwa kama taasisi kupambana na rushwa zote bila kudharau aina ya rushwa unaweza ukuta tunapambana na rushwa kubwa sana ya kudii na watu huko kwenye ofisi kubwa kubwa kwenye maamuzi makubwa kubwa kwenye taasisi kubwa kubwa lakini yuko mtu mmoja pale sokoni tu pale anakera watu kweli kwa sababu yaka mfumo ka utaratibu karushwa. Yuko mtu pale kwenye kituo cha kutolea huduma ya, ya afya anakera watu sana na ni gumzo na ni maarufu na anajulikana. Yuko mtu kwenye kituo cha polisi pale anakera watu. Yuko mtu atakuwa kwenye ofisi ya serikali ya mkuu wa wilaya pale ya mkuu wa mkoa wakitaka kuja huko, wanawadakia huko huko, wanataka mpaka mambo fulani yafanyike ndio watu wafike kwa kiongozi kutoa kero zao. Rushwa za namna hiyo ni mbaya kuliko hata zile kubwa, maana zile kubwa wananchi hawazijui. Hizi wanazokutana nazo zina kera na zinawaumiza, na ndiyo concern yao. Kwa hiyo, kama taasisi lazima tushughulikie rushwa zote Awali akitoa taarifa juu ya ujenzi wa jengo hilo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila ameeleza gharama zilizotumika katika ujenzi huo, huku mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Simiyu Manyama Tungaraza akieleza litakavyosaidia kuongeza ufanisi katika utendaji wa taasisi hiyo mkoani Simiyu. Katika mwaka wa fedha wa 2022 2023 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ilitengewa kiasi cha fedha shilingi bilioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maendeleo Aidha, kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 481 laki 8 sitini elfu kilitengwa kutumika kwa ajili ya ujenzi wa jengo la TAKUKURU mkoa wa Simiyu hadi kukamilika kwake. Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Simiyu, ikijumuisha gharama za nyongeza za uzio na kazi za nje, umefikia jumla ya shilingi milioni 640 laki 2 342 na nukta tatu saba. Kukamilika kwa ujenzi wa jengo hili kumeendana na kuboresha mazingira ya utendaji kazi wa TAKUKURU ambapo kwa sasa kuna vitendea kazi vya kutosha, ikiwemo vyombo vya samani za kutosha, jambo ambalo tunaamini litaongeza ari katika utendaji kazi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Simiyu Kenani Kihongosi ameelezea utendaji wa TAKUKURU mkoani Simiyu, huku mwenyekiti wa CCM mkoa wa Simiyu Shemsa Muhammed akiomba kesi za TAKUKURU kuendeshwa kwa uharaka ili kuwasaidia wananchi kupata haki zao. Wenzetu wa TAKUKURU, mkurugenzi mkuu, wanafanya kazi nzuri sana katika mkoa huu. Tunaona namna wanasimamia miradi yetu ya maendeleo na kwenye changamoto tunashirikiana nao hasa kamanda wa mkoa pamoja na wilayani kule wakishirikiana na wakuu wa wilaya na ndio maana unakuta viashiria vya rushwa au matukio ya rushwa katika mkoa yamepungua, kwa sababu wanatoa mpaka elimu kwa wananchi, pindi wanapoona kuna mambo hayaendi vizuri basi waweze kuripoti. Lakini wale ambao wanabainika kufanya vitendo ambavyo vinakiuka maadili ya umma, vitendo vya rushwa, hatua zimezidi kuchukuliwa kwa watumishi mbalimbali ambao sio waaminifu. Lakini nina ombi moja tu, kama mwenyekiti wa chama, kesi nyingi za TAKUKURU zinakaa muda mrefu, tujitahidi ziende haraka ili wananchi waweze kupata huduma kutoka mkoani Simiyu. Mimi ni Anastasia Po, Clouds TV.